Tuelekee kaunti namba 37 ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22 na ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro huko Kakamega ameaga dunia akiwa kwenye zoezi la usajili wa makurutu wa kujiunga na kikosi cha jeshi katika eneo la Chwele huko Kabuchai. Kamanda polisi wa Bungoma David Saina amesema kuwa kijana huyo alizirai wakati wa tathmini ya udhibiti wa mwili na alithibitishwa kufariki baada ya kufikishwa katika hospitali ya Chwele. Afisa anaendesha zoezi hilo luteni kanali Eliud Yegon alisema majina kwenye stakabadhi zilizowasilishwa na idadi kubwa ya vijana waliojitokeza kwenye zoezi hilo hayaambatani. <coughs> Nataka kuthibitisha ya kwamba mnamo asubuhi ya leo tulikuwa kuna recruitment ya KTF katika Pusaka la Primary in Bungoma Central Sub-County. Ah, kuna kijana moja by the name Eugene Wamalwa Alipa, alipata ku alisirai wakati anafanyiwa wakati wana, wana, wanakimbia and then akakimbiswa hospitali eh, Sub eh, Sub hospital sub county Chwele hospital. Uh, na nilipofika huko akaangaliwa na daktari, wakati bado naangaliwa akakuwa confirm, you must be physically fit according to standards ile KDF inahitaji. So, kijana vijana, ningewahimiza wajichunge wasiingie kwa miadarati, because kuna wale ambayo wanatolewa kwa usajili kwa sababu ya kutumia miadarati vibaya.